Wakizungumzia hali hiyo, vijana wameomba viongozi wao kuwathamini na kuwapa fursa zinazopatikana kwa lengo la kuwainua na kuongeza juhudi katika ujenzi wa taifa lao. Kama kiongozi ana wajibu mkubwa kwa sababu e, kiongozi ndiyo sauti ya wale watu ambao yeye kawatangulia pale mbele. Tunapokuchagua kama kiongozi, haimaanishi uko na akili nyingi kuliko sisi, si kweli. Wapo maprofesa ambao wameamua kukupa nafasi wewe kukaa pale mbele na kuwasemea, kwa kiongozi una wajibu mkubwa. Na hii amani tunaoizungumzia, kiongozi pia una wajibu wa kuitengeneza, kwa maana ya kuwatengenezea fursa vijana ambao wanaishi kwenye eneo lako ambalo wewe ndio kiongozi mahala hapo. Kama kijana ninayo, ninao wajibu wa kulilinda taifa langu kwa namna yoyote, kwa sababu kwanza mimi nimezaliwa nimekuta taifa lenye amani, sijawahi kushuhudia machafuko wala mapigano mpaka umri ambao mimi nimefika. Mimi kama kijana katika mdahalo wa leo, nilichoelewa ni kwamba vijana tuna fursa nyingi za kuzifanya nchini kwetu, lakini ni kwamba yani hali tulizonazo ndo zinatukamisha sisi kufanya maendeleo yetu binafsi na kwa ajili ya taifa. Kwa hiyo katika mdahalo huu umetufundisha sisi vijana namna ya kutumia rasilimali zote zilizoko kwa ndani ya nchi yetu na sisi namna gani ya tutajiwezesha ili tuweze kuinua uchumi wetu. Serikali ingeendelea kutoa elimu juu ya swala zima la vijana ili kuendelea kutunza amani yao na kuendelea kutengeneza mshikamano mzuri ili iwe chachu ya maendeleo kwa taifa. Hivyo basi serikali ingeendelea kutoa elimu kwa vijana ili vijana waweze kutambua thamani yao na kujua umuhimu wao kwa taifa letu. Awali mmoja wa watoa mada amewataka vijana hao kuendelea kuitunza amani iliyopo hapa nchini. Tunaposema wajibu wetu kama vijana kulinda amani ya taifa letu, unamaanisha nini? Waalifu wengi wanaokukabisha machafuko ya mataifa wanatumia kundi hili la vijana tusipopeana uelewa, yawezekana pia hata kwetu wakatumika vijana kuharibu amani ya taifa lao. Tunataka kujenga vijana wenye fikra za kinafati kumumba. Tunataka kujenga fikra za vijana ambao wanaweza kupambana mpaka koli la mwisho la damu yao kulinda taifa lao, na si vijana ambao wanaweza ya Shabani Asmani ambaye ndiye ameandaa mdahalo huo. Nimesukumwa kuandaa mdahalo huu wa vijana kwa dhana ya kuwaandaa vijana kiutayari kuwa na mapenzi na taifa lao, hilo jambo namba moja. Baada ya kuona mahala mbalimbali mbali, watu wakizungumza maneno, unaona kabisa haya na tija kwenye ustawi wa uelewa wa vijana wa leo, kwa hamu yangu nikamata tuandae mdahalo huu wa vijana ili vijana hawa tuwatengenezee namba moja mapenzi na taifa lao, kwa wana uelewa kwamba wanapaswa kulipenda taifa lao na wanapaswa kulinda amani ya taifa lao. Lakini namba mbili, vijana wengi wanaamini serikali itawafanyia kila kitu, wichi sio sahihi, kwa badala yake ni kuwaambia vijana kwamba sisi tuna wajibu katika taifa letu, tuna fursa nyingi za kiuchumi, ni wajibu wetu sisi kuzichangamkia. Tumejaribu kuonesha na kuzitaja fursa mbalimbali za kiuchumi kwa kadri tulivyoweza kuzitaja. Hamu yetu ni kuona vijana waende waka wakazichangamkie. Lakini namba tatu, tumeonyesha kwa vijana kwamba sisi viongozi wajibu wetu ni kuwaonesha vijana njia ya kupita kwa ajili ya mafanikio yao na mafanikio ya taifa letu. Na hapo tumeonyesha mpango wetu wa kuwa na industrial hub, kitovu cha viwanda, kwamba sisi tutafute mtu mwenye eneo tumuombe mtu mwenye eneo, tujenge pale vizimba kwa ajili ya viwanda, watu ambao wenye talents mbalimbali za kiviwanda waje wawekeze katika hilo hilo eneo.